Naa moja kati ya vitu ambavyo vina make headline huku mitandaoni ni kuhusiana yani na issue ambayo ilikuwa inawahusu hawa wasanii ambao walikuwa na ukaribu mkubwa sana hapo awali, lakini baadaye tunaona kama vile mambo yameenda yameendas, yani mambo yamekuwa tofauti na vile ambavyo yalivyokuwa hapo mwanzoni. Hapo tunamzungumzia msanii Baraka The Prince dhidi ya msanii Alikiba. Tunafahamu kwamba hawa wote walikuwa katika record label au management moja ya, ya Rockstar Records ambayo iko kule South Africa ambapo Alikiba ndiye alikuwa kiongozi wa, wa record label hii wa management hiyo kwa upande huu hapa wa Afrika Mashariki, na yeye ndiye ambaye alimpambania sana Baraka ili aweze kupata fursa au apate nafasi ya kuwa chini ya uongozi wa record label hiyo, ambapo alifanikisha swala hilo na wakawa wako na ukaribu sana kati ya Baraka E, Baraka alikuwa na ukaribu sana na Alikiba pamoja na Ommy Dimpoz, lakini baadaye tukaona ukaribu huo ukawa umepotea. Tukamuona Baraka akiwa yuko karibu sana na Kina Juxi na bila kumsahau, e, Ben Paul, lakini pia baadaye tena tena tukaona ukaribu huo ukawa umepotea, lakini moja kati ya vitu ambayo vilikuja vika make headline zaidi baada ya Baraka kuja kufanyiwa mahojiano kuhusiana na ukaribu wake kupungua na Alikiba akaweka wazi kwamba Alikiba ni mieyusho na akaweka wazi pia kwamba anamchukia. Kwa kwa hiyo ni kwa interview, kuna interview zaidi ya moja au mbili ambazo Baraka Da Prince bwana amekuwa akihojiwa na amekuwa akibainisha hilo swala waziwazi, ya kuwa yeye ana chuki kubwa sana na Alikiba, jambo ambalo yeye mwenyewe Baraka amekuwa akilizungumza bayana mpaka sasa hivi, hapa kuna habari imetufikia kuhusiana na msimamo wa Baraka, bado uko pale pale. Anasema kwamba bado hajaacha kumchukia Alikiba. Hapa kuna page imekuja kuripoti wakiwa wameandika kwamba mpaka sasa hakuna ripoti zilizokamilika kuhusiana na tofauti kati ya msanii Alikiba na Baraka the Prince, nini kilichopelekea wawili hao wakagombana, japokuwa kumekuwa na mvutano wa pande mbili, kila mmoja akimshutumu mwenzie ndiye mwenye makosa lakini bado chanzo cha ugomvi wao hakijawekwa wazi. Hata hivyo, msanii Baraka Da Prince ameendelea kuonyesha chuki kwa msanii Alikiba. Hii imetoka tena baada ya Baraka eh, kuchukia waandishi kumuuliza msanii yeyote yule kuhusu Alikiba. So hapa kuna mazungumzo ambapo alisikika akizungumza huyu Baraka kwamba huyo dogo eh, da boy sijui eh, mshama anasema kwamba uh, mnatakiwa sana mumwangalie uh, majonalisti wa kuwapa ajira kwenye redio yenu. Yeye kila msanii akienda kwenye kipindi ni kuhusiana na Kiba, sijui kuhusiana na Kiba au kuna namna nyuma ya pazia? Amesikika Baraka akiuliza hivyo, baada ya kuo Uh, hii imetokea pale wakati mmoja kati ya redio hapa Tanzania, mjini FM wakati wanafanya mahojiano na msanii TID, kulikuwa na maswali ya kiulizwa kuhusiana na Alikiba, ambapo pia TID pia alichafukwa na kuulizwa maswali kumhusu Alikiba. So mjini FM mwenyewe amekuja hapa wakaripoti, wakawa wameandika kwamba uh, baada ya miezi kadhaa kupita tangu msanii Baraka de Prince asusie interview alikuwa akifanyiwa na mtangazaji Da Boy Official, leo hii tena amekuja hadharani kupitia posti aliyoshiriki mtandaoni. Posti hiyo inahusisha posti hiyo inahusisha mtangazaji Daboy kumuuliza msanii Fama TZ swali linalomuhusu msanii Alikiba, jambo ambalo lilikosolewa vikali na mkongwe TID ambaye alipinga swali hilo lisijibiwe na msanii huyo Fama TZ. Baraka Da Prince kupitia komenti Section. Na yeye pia akaweka comment yake ambayo ilionyesha kutoridhishwa na mtangazaji huyo, akishutumu kuwa e, amekosa weledi katika kazi yake, na amedai kuwa huyo mtangazaji Daboy amekuwa akiwauliza sana watu swali la aina moja tu kumuhusu msanii huyo Alikiba. Msanii yoyote anaenda kufanya interview, lazima amuulize maswali kuhusiana na Alikiba akimuhusisha kila wakati msanii huyo aliyetajwa kwa jina la Kimba, kwa mujibu wa Baraka de Prince, ni yani Baraka yeye wakati anasema kwamba huyo msanii, sorry, huyo, eh, huyo mtangazaji ambaye anauliza maswali ya kuhusu Kiba kwa kila msanii ambaye anaenda pale redioni redioni kwao, eh, Baraka akutumia jina la Kiba moja kwa moja, alikuwa anaita Kimba, kitu ambacho unaelewa kabisa kama ni disrespect, au kwa namna moja au nyingine alikuwa anaweka mafumbo fulani hivi. So comment ya Baraka yenyewe inasomeka, ndio inasomeka hivyo, kama alivyosema, kwamba ameuliza kwamba huyo huyo dogo sijui da boy mshamba sana, alafu pia akahitaji akatagi kituo cha radio mjini FM, akasema kwamba bwana, mnatakiwa mnatakiwa sana muangalie majonalisti ambao wakuwapa ajira eh kwenye radio yenu. Yeye kila msanii akienda kwenye kipindi ni kuhusiana tu na maswali ya Kimba, kuhusiana na Kimba au kuna namna nyuma ya pazia ameuliza uh, hivyo Baraka Da Prince. Umeona bwana, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini pia kuna watu wengine wamekuja hapa kuweka maoni yao. Kwa mfano, kuna, kuna mdau hapa anaitwa Mbaba VC amesema kwamba the industry, kawaida eh, the industry kiwanda chenye bidhaa zote kuhusiana na bongo flavor, na kuanzia tarehe 14 mwezi wa 4 mwaka 2025 show ya the industry itakuwa inaanza saa okay, wamekuja kutangaza kuhusiana na issue ya show nzima. So ngoja tusome comments ambazo zimejitokeza baada ya Baraka Da Prince pia kuonyesha tena chuki kwa Alikiba waziwazi, baada ya kuona kwamba ajapendezwa kuona kwamba watu wasanii wakienda wasanii wakienda pale redioni kuhojiwa wakiulizwa maswali tu kuhusiana na Alikiba, yeye huaga apendi kwa sababu ni mtu ambaye yeye hamkubali. Umeona. Na kama waliosema hapo kwamba last time aliulizwaga maswali kuhusiana na Alikiba akasusa interview. Sasa kuna mtu hapa anaitwa Binti Lubigisa amesema kwamba bwana jamani we, we msukuma ni ajira, sema ajira sio hajira, sawa. Kuna mtu sawa amesema kwamba bwana Baraka yuko sahihi, hicho kipindi bwana wote hawana akili, hadi mkongwe wao huyo, na huyo Baraka Da Prince naye pia kuandika juu, anaandikaje hajira badala ya kuandika ajira. Kwa mtu amesema kwamba, uh, watu wengi sana hapa wamekuja kum, kum amekuja hapa kumkosoa Baraka de Prince kwamba amekosea spelling za kuandika ajira kwa mtu anasema bwana jeusi na ndiyo maana kila kukicha anadidimia mashabiki muda mwingine hawakutaki, na hawataki, na hawakutaki kwa sababu ni msanii wa kipumbavu huyu. Amekuja kumsema hivyo Baraka. Kwa mtu amesema bwana wewe makalio kweli, yani, yani we ni shwaini kabisa yani unakosa adabu alafu hii issue haikuhusu. Umekuja kucomment vitu visivyokuhusu. Kwa nini unamchukia kijana mwenzio mtafutaji na Kiswahili chako cha Kijaluo? Kuna mtu ameandika hivyo. Haya, mdau mwingine huyu hapa amesema kwamba eh, kuna mtu amesema, bwana familia punguza asira dawa ya mjinga eh, eh, ni mikausho mikali. Kuna mtu ameandika hivyo kwamba natakiwa kwanza kabisa upunguze asira na dawa ya mjinga ni mikausho mikali. Kwa mtu amesema, bwana nimependa sana jina la, nimependa sana jibu la TID, muziki, TID. Baada e, baada ya eti, kwani ni yeye ndio kamzaa? Umeona, kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mtu amesema kwamba bwana huyu Baraka Da Prince kwanza ndo mdudu gani? Kuna watu wamekuja kuuliza, kwa ndo sababu so, bwana sema ki ukweli, kuna muda watangazaji huaga wanazingua, kila msanii anapokuja wanamuulizaga swali hilo hilo. Haya, kwa ndo sababu so, bwana wewe uone hata hiyo style ya nywele zake e, mchizi kavu sana mambo hayo. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako Unahisi kwamba ni kweli wasanii hawapendi kuulizwa maswali kuhusiana na Alikiba, au ni nshutu ya chuki za Baraka kwa Alikiba kama the way alivyokuwa akijiexpress kwenye interview mbalimbali? Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.